Masaa kadhaa yaliyopita ni kuwekea stori hapa kuhusiana na Diamond Platnumz kuondoka kutoka Tanzania kuelekea nchini Ghana akitumia ndege binafsi, na ameondoka na timu yake yote, kwa maana ya manager pamoja na dancers wake, lakini ilikuwa haijafahamika ni kitu gani ambacho anakwenda kufanya nchini Ghana, ila tayari sababu ya Diamond kwenda Ghana imeshafahamika. Anakwenda kuhudhuria birthday ya bilionea kutoka nchini Ghana ambaye anaitwa Richard ni ama kwae. Na huyu jamaa amealika mastaa wakubwa eh, Afrika. Yupo Davido pia katika hii lineup ya mastaa, kwa maana ya celebrities ambao wanakwenda eh, kuna Diamond Platnumz, yuko Davido, yuko Sarkodie kutoka Ghana hapo hapo lakini pia nimemwona Stoneboy na mastaa wengine, nimeona pia kwenye orodha yupo mpaka Aliko Dangote. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba jamaa ana pesa nyingi sana, na nimepita kwenye peji yake ya Instagram ambayo anatumia Richard ni Arma Qwae, yaani R I C H A R N N D I A R M A H Q -U -A -Y -E, na iko verified. Utaona namna ambavyo jamaa yuko vizuri hata hii ndege ambayo Diamond ameitumia e, kutoka hapa Tanzania ikimpeleka Ghana ni ndege ya jamaa, jamaa e, na hii ndege yake kwenye matumizi yake ya kawaida tu. Kwa hiyo ukipita kwenye peji yake nafikiri utaelewa na, anamiliki kampuni ambayo inatawi hapa Tanzania pia, ni kampuni ya mikopo eh, nadhani watu wengi wanafahamu, ni maarufu sana hiyo kampuni hapa Tanzania. Ukipita kwenye page yake Instagram, nadhani utaweza kuifahamu vizuri hiyo kampuni. Inatawi hapa Tanzania, wanatawi Uganda, Kenya, Nigeria na nchi nyingine nyingi sana za Afrika jamaa ndiye ambaye mmiliki wa hiyo kampuni na makampuni mengine mengi sana. Ukipita kwenye peji yake pia utaona magari ya kifahari mengi ambayo ameaposti, e, anayo yamiliki mwenyewe. Kwa hiyo he's good, na ndio maana amekuwa na hiyo jeuri ya kuwaalika watu kama Diamond Platnumz. Najua wanalipwa hapa, waende tu bure, ni mkwanja mrefu, mpaka jamaa anaamua kumtumia private jet Diamond ije kumfuata hapa Tanzania na kumpeleka Ghana. You can see kwamba sio mchezo mchezo. Kwa hiyo ndo, eh, hivyo jamaa ndiye ambaye amemfanya Diamond aondoke ya hapa Tanzania na kuelekea huko nchini Ghana kwa ajili ya kuhudhuria birthday yake. Una mtazamo gani? hapo chini kwenye sehemu ya comments. Nikukumbushe pia kusubscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati.